Nimefurahi sana kufika tena hapa Bunda, wilaya ambayo imeshuhudia maendeleo makubwa sana tena katika sekta zote. Lakini tunasema maendeleo ni safari, unaanza na hatua za awali, mnafika mlipofika, mnaendelea. Na ndio maana hata kwenye chama tuna ilani ya uchaguzi ya miaka mitano iliyopita na ilani ya uchaguzi ya miaka mitano inayokuja. Amesema vizuri kijana niliyempa dhamana ya kuwa waziri wa maji kwa miaka mitano iliyopita. Amesema vizuri na amesema mkitupa ridhaa, mkituchagua, tunakwenda kufanyaje kumaliza adha au dhiki ya maji ndani ya wilaya hii ya Bunda. Nataka niwaambie jambo moja, niwaambie jambo moja kwamba katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio, hakuna majaribio. Unampa nchi yule ambaye unamwamini ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Na ukiangalia kwetu Tanzania, ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya nchi yatapatikana ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine au serikali au jimbo, wanakwenda kuwafuja, wanakwenda kuwapoteza, kwa sababu wakiingia, kwanza ni kujifunza, kwanza ni kujifunza. Lakini utakapompa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? anakwenda kumwomba barabara nani? Anakwenda kumwomba maji nani? Kwa sababu mwenye serikali ni chama cha mapinduzi, yeye ni mpinzani. Ndugu zangu wa Bunda, msicheze na hiyo kitu kabisa kabisa, msicheze na hiyo kitu, pelekeni kura kwa wateuliwa, wateuliwa hawa wagombea wa chama cha mapinduzi wapeni kura, safari yetu ya maendeleo iendelee. Bunda oye! Nataka kuambia msidanganywe, msidanganyike, maendeleo na maslahi yenu yatatokana na serikali ya Chama cha Mapinduzi.